Jejesi alikuwa mtu wa aina gani? Wewe umekuwa kama katibu wake. Mara mwisho mlizungumza kitu gani wewe na Jejesi? Tunamshukuru Mungu kwa yote. Yeye ndiye alitupa nafasi <coughs> hmm, ya kuishi na uwezo na wa kusema chochote wakati wowote. Weshima, nimeongea naye Juma nne juzi usiku akaliagiza, <laughs> kufanya kazi <Kambia> mama. Sawa, <laughs> nimekuja ofisini, nimefanya kazi juzi akiwa <laughs> na maandalizi ya kuja kesho kutwa Jumatatu, nikamrudishia ripoti. Jumatano, namtumia meseji, meseji zinafika kwake, ajibu. Unapiga <coughs> <coughs> simu simu, hapokei <coughs> Alhamisi asubuhi ndio napata taarifa <coughs> ama mpaliki Taarifa <coughs> ulizipata wapi? nani alikupa? uliona mitandaoni kama Di. sisi wengine tulivyoona ama ulikudia simu. Tulianza kuona mitandaoni watu wakiwa wana wanaposti wanaposti wanaposti na simu zikawa nyingi zinaingia, pag kusema sijui chochote sielewi chochote, na mi naona kama wanavyoona watu wengine mosho, kwenye mitandao mm, kinamwisha mwishoni tukapata taarifa kutoka kwenye uklasi wa Bunge, tukawa tunathibitisha hizo taarifa lakini baadaye sikuweza kuulizia mpaka nilivyoenda kwenye tv TBC ndo wakawa wametangaza. Uh, um, um, mara ya mwisho muliwasiliana kitu gani, na alikupa <laughs> kazi gani? Mfano hapa mwisho alinipa kazi ya timetoka tangazo la kozi zile za ufundi na pelamio kwenye mkoa wetu wa Ruvuma, imetoka pelamio na, na St. Joseph kule Mbinga, mkoa mzima wa Ruvuma kayo akanitaka niende nikutane na mkuu wa chuo cha Peramio kujua utaratibu ulivyo, lakini pia akaniambia niwasiliane na makatibu wa Chama cha Mapenduzi kwenye kata jimbo la Peramio, kata zote kumi na sita, na nilifanya hiyo kazi na nikarudisha ripoti kwake. Ripoti kwake, tutangulia na nasi tutamfata. kuishi naye kama kiongozi wake. Kama, kama kiongozi wako uh, umesema ni mtu ambaye alikupa nafasi uh, kwenye uongozi wake kitu gani no umejifunza? Yani tunayo nafasi ya kujifunza mengi. Mheshimiwa wako alikuwa kiongozi ambaye anaujua ukubwa wake, anajua hadhi alionaye, alikuwa na uwezo wa kukaa na mtu yoyote, na kimsingi kwa nafasi ya kipindi hiki mimi nikiwa shuhuda kama msaidizi kwenye ofisi yake, tumeona walio wengi tulio wengi watu wamefanikiwa pale ambapo alikuwa na uwezo wa kumsaidia mtu kwa nafasi yake, alikuwa anasaidia. Ni pale ambapo uwezo hana, nakwambia hili jambo binafsi, uwezo sina, lakini tutapambana, namna kuona namna tutakavyokusaidia. Asante, asante, nashukuru. Sisi kama Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea vijijini tumezipokea kwanza kwa mshtuko mkubwa kwa masikitiko makubwa kwa kuondokewa kada wetu wa Chama cha Mapinduzi, ambaye si muda mrefu wananchi wa jimbo la Peramio waliweka imani yake kwa, imani yao kwake wakampigia kura wakamchagua. Kimsingi kafanya mambo mengi Mheshimiwa Mhagama alikuwa ni sehemu ya watu. Jenista Mhagama alijua kulia pamoja na wanaolia, alifulai pamoja na wanaofulai. Shida za wananchi zilikuwa za kwake, amewagusa watu kwa namna tofauti tofauti kimaendeleo, yale ya jumla, lakini amewasaidia watu, amejua kuwakumbatia wajane hata na yatima katika utumishi wake. Kuhusiana na kifo cha Jenista, sisi kama wakazi wa Jimbo la Pelamio tumepokea kifo cha Mheshimiwa Jenista kwa masikitiko makubwa. Kwanza ni mapema mno, hatukutarajia, hatujasikia hali ya ugonjwa, lakini kama mnavyojua, Mheshimiwa alikuwa mchapa mchapakazi. Mheshimiwa alikuwa hodari kwenye kazi, jimbo lake kwa miaka ishirini na tano aliyoitumikia amelitendea haki na sisi tunawaza ni nani ambaye anaweza akarithi ili jimbo la Pelamio akalitendea haki kama alivyofanya Mheshimiwa Jenista. Kwa kweli tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu, aliyoyatenda duniani anaonekana ameacha alama kubwa. Sisi tutafuata nyayo zake, tunamwombea akapumzike kwa amani.